Wengi mtakuwa mmesikia kuhusu kitabu hiki, lakini huenda unajiuliza what is so special about it? kina upekee wa aina gani? kwa nini kitabu hiki? kwa nini Rich Dad Poor Dad? kwa nini Robert T. Kiyosaki? By the way, hiki ndicho kitabu ambacho kimemtoa, kikamsababisha akaandika vitabu vingine vingi, lakini vyote vimetengenezewa foundation kutoka katika kitabu hiki Rich Dad kina, kina upekee wa namna gani? Kitabu hiki kina upekee wa namna gani? Katika kitabu hiki nataka, ambacho nataka leo tukitazame, Robert T. Kiyosaki anazungumza mambo mbalimbali mbali, lakini kiini, kiini cha kitabu cha Rich Dad Poor Dad ni fikra za masikini na fikra za matajiri katika mambo mbalimbali mbali: katika kazi, katika fedha E, katika uhuru wa kifedha, katika usalama, katika riski, katika assets, katika liabilities na mambo ya aina mbalimbali. Kwa hiyo msingi, msingi wa kitabu hiki upo katika e, fikra za masikini na fikra za matajiri. Na Robert T. Kiyosaki hafundishi namna ya kuhesabu au kufanya mahesabu ya fedha katika kitabu hiki bali anafundisha uh, ku, kwa lengo la kutupa uwezo wa kutengeneza uwezo e, wa kutengeneza fedha. Anafundisha kuhusu mtazamo utakao kufanya, utakaotufanya mimi na wewe tuweze kujenga utajiri. Nimesema kiini cha kitabu hiki ni fikra za masikini na fikra za matajiri katika mambo mbalimbali ambayo tutakuja kuyaona. Hello, karibu sana. Hii ni Siri za Vitabu. Mimi naitwa Mfaume Hassan. Kama ndio mara yako ya kwanza kuingia katika channel hii basi nakuomba uweze kusubscribe ili uweze kuwa mwanafamilia wa Siri za Vitabu, uweze kuwa mwanafamilia wa Siri za Vitabu. Subscribe ili uweze kuwa mwanafamilia wa Siri za Vitabu, lakini vilevile usisahau kubofya bell notification ili wa kwanza kujuzwa pale ambapo tutakuwa tukiupload video za namna hii eh, karibu sana katika eh, katika platform hii. Leo nataka tuchambue kitabu cha Rich Dad Poor Dad, eh, baba tajiri, baba maskini. Tuangalie masomo, kanuni kumi. Mimi nataka tuishie kwenye kanuni kumi. Zipo nyingi, lakini kanuni kumi ambazo Robert Kiyosaki katika kitabu hiki anatufunza ambazo anatufunza. Kanuni ya kwanza kabisa, tukianza, Robert Kiyosaki alifundishwa na baba yake tajiri. Story kwanza ipo ni kwamba jamaa na baba baba tajiri aliweza kukuzwa na baba wa aina mbili, baba tajiri na baba maskini. Sasa ile mitazamo ambayo alikuwa anaipata kutoka katika watu wa aina hizi mbili, ndiyo ambayo ameamua kuiweka na aliona iliweza kubadilisha maisha yake kwa kiwango gani na ina athari, e, kwa kiwango gani kwa watu ambao wanajitafuta kiujumla. Sasa Robert Kiyosaki katika kitabu hiki anatufundisha kwanza, somo la kwanza kabisa, matajiri hawafanyi kazi kwa ajili ya pesa, e, wanazitengenezea mifumo ili ziweze kuwafanyia kazi wao. Matajiri hawafanyi kazi kwa ajili ya pesa, wanazitengenezea mifumo hizi pesa ziweze kuwafanyia kazi wao. Masikini ni watu wa tunasema masikini na tabaka la watu wa kati. Eh, eh, wale wafanyakazi mara nyingi eh, tunasema kwamba eh, asubuhi wao wanafikiria zaidi kwamba e, wanaamka asubuhi kwenda kazini ili waweze kupata mshahara. Ndiyo maisha ya, maisha yetu ya kila siku e, katika hizi familia ambazo tumekua, lakini tajiri e, anawekeza kwenye vitu. Matajiri wana tabia e, ya kuwekeza kwenye vitu vinavyozalisha kipato hata wakiwa wamelala. Kwa masikini na tabaka la kati, tuna tabia ya kuamka asubuhi kwenda kufanya kazi ili tuweze kupata fedha. Matajiri wanawekeza katika vitu ambavyo vitawasaidia hata wakiwa wamelala, wao wanakuwa wanatengeneza fedha. Kwa hiyo kitu gani hapa ambacho tunafunzwa tuna, ni kwamba e, usifanye kazi kwa ajili ya mshahara pekee. Tengeneza assets zitakazokuletea kipato bila wewe kuwepo katika eneo husika. Kwa hiyo lengo la kwanza kabisa ambalo tunafundishwa kuwa nalo ni kuwa na asset, kuwa na mali ambazo zitatusaidia kutengeneza kipato hata tukiwa hatupo. Lengo ni hela itufanyie kazi, tusifanye kazi kwa ajili ya fedha. Somo la kwanza. Somo la pili, uh, Robert T. Kiyosaki anaeleza kuhusu e, utofauti mkubwa uliopo kati ya tunaita asset na liability na umuhimu wa kuelewa hizi concepts katika safari ya kujenga utajiri, na hii ndio nguzo ya kitabu hiki, asset na liability. Asset nini? Robert Kiyosaki anafundisha kwamba asset ni vile vitu ambavyo vinaingiza hela mfukoni, e, lakini liability ni vile vitu ambavyo vinatoa hela mfukoni. Kwa lugha nyepesi sana, assets ni vitu kama nyumba ya kupanga ambayo inakuingizia kodi, ile ni asset. Ardhi ambayo ina appreciate, ile ni asset. Gari la kifahari ambalo linahitaji mafuta kila siku ni liability. Biashara ndogo inayokuingizia fedha ni asset. kwa sababu inafanyaje? Inaingiza fedha. TV kubwa ambayo umeiweka pale na skrini yake nini na nini, ile ni liability, inahitaji kingamuzi, inahitaji matumizi ya namna ya namna tofauti. Kwao lengo liwe ni kuongeza asset. kuongeza kolam yetu ya mali, kwa sababu hizi ni kolam mbili, asset na liability. Kwa lengo liwe ni kuongeza hii asset kolam ya, si kuongeza liability kwa ajili ya ya kujionyesha. Kwa hilo ni somo namba mbili ambalo tunalipata katika kitabu hiki cha Rich Dad Poor Dad. Somo namba tatu. Somo namba tatu, Robert T. Kiyosaki anafundisha kwamba, anasema masikini wengi eh, masikini wengi hufanya kazi kwa ajili ya usalama, wanahitaji usalama matajiri hufanya kazi kutafuta uhuru. Kwa hiyo wote wanafanya kazi, lakini lipo kundi moja ambalo linafanya kazi kwa kutazama usalama pekee, na lipo kundi lingine ambalo linafanya kazi kwenye kutafuta uhuru. Masikini anapenda kazi yenye yenye mshahara wa uhakika, hata kama eh, haimpi future ya muda mrefu sana. Kwanza wengi hafikirii kuhusu hayo, kwa hiyo wanapenda ile uhakika wa wa mshahara uhakika wa, wa mshahara yeye eh, unamtosheleza. Matajiri wanatafuta fursa zitakazowaletea uhuru wa muda na uhuru wa kifedha. Kwa hiyo ni tofauti. Robert T. Kiyosaki anatufundishaji, anasema usiwe mtumwa eh, wa mshahara. Tumia mshahara kujenga future yako. Kwa hiyo kuwa na mshahara sio shida, lakini ule mshahara unautumiaje? Hakikisha unautumia huo mshahara eh, ukusaidie uweze kujenga future yako. Hilo ni somo namba tatu. Somo namba nne Uh, Robert T. Kiyosaki anafundisha kuhusu umuhimu wa elimu ya kifedha. Kwa nini elimu ya kifedha? Robert T. Kiyosaki, kwa nini elimu ya kifedha? Na katika quotation, Robert Kiyosaki anasema maneno haya. Uh, school teaches you how to work for money. Shule inakufundisha namna ya kufanya kazi ili uweze kupata fedha. Financial education, uh, uh, elimu ya kifedha. Teaches you, inakufundisha how to make money work for you, namna gani unaweza kuifanya pesa ikufanyie kazi wewe. Kwa shule tunafundishwa namna ya kufanya kazi ili tuweze kuipata fedha, lakini elimu ya kifedha inatufundisha kwa namna gani pesa yangu ambayo ninaipata leo kidogo kidogo, ninaweza kuifanya mtumwa wangu akanitengenezea fedha. Kwa hiyo jifunze kuhusu mambo mbalimbali. Robert T. Kiyosaki anasema, elimu ya kawaida inakuandaa kupata kazi lakini elimu ya kifedha financial literacy uh, inakuandaa uh, kuwa huru kuwa huru. Jifunze kuhusu mambo mbalimbali mam, jifunze kuhusu assets na liability, mali na madeni. Jifunze kuhusu biashara, jifunze kuhusu uwekezaji, jifunze kuhusu kodi, jifunze kuhusu cash flow, na kuendelea, vitu vya aina mbalimbali. Somo la somo namba tano, Robert T. Kiyosaki anatufundisha kuhusu, uh, risk taking, uwezo wa kutake risk, kuchukua hatari Kuchukua hatari. Matajiri hawakimbii hatari. Eh, wanajifunza namna ya kuitawala. Hatari ni ile eh, unataka kufanya biashara, kuna risk associated. Unataka kuwekeza, kuna risk associated. Kuna hatari ambayo inahusika pale. Unaweza ukapoteza ile hela. Sasa matajiri hawakimbiagi hii hali. Akishaona kuna risk kwamba akimbie, la hasha, hata mengi anatuambia. Matajiri wanakimbilia ile risk, lakini wanajifunza namna ya kuitawala. Ku take calculated risk, hata Dangote anatuambia hili. Masikini huogopa kuanza biashara, kuwekeza au kukopa kwa maendeleo, kukopa hela kwa ajili ya maendeleo, kuanza biashara au kuwekeza. Masikini huogopa, mimi siwezi kufanya hiki, aje ikipotea hii hela hmm, niende nikaanzishe biashara huko, je, ikifeli itakuwaaje? Matajiri wanaingia taratibu kwenye hiyo hatari na wanahakikisha wanaitawala ile hatari kwa mahesabu, tunaita ni calculated risk, na wanajifunza kama watakuwa wamekosea, na wakifanikiwa wanakuwa watu wakubwa kupitiliza. Riski haiepukiki, hatari haziwezi kuepukika. Unatakiwa kujifunza kuitawala, kuikontrol, kuidhibiti na kupunguza impact ambayo inaweza Uh, ikajitokeza. ika somo namba sita. Robert T. Kiyosaki anatufundisha kuhusu kitu tunakiita rat race, mbio ambayo e, inaishia e, inatusababisha tunaishia, mshahara wetu unaishia kwenye bili, halafu tunarudi kutafuta, yani tuko katika wheel ambalo halitembei, kukimbia katika ile nania mazoezi, unakimbia sana lakini hautembei. Na uh, katika kitabu hiki Robert T. Kiyosaki anatuonyesha kwa namna gani e, uh, kwa namna gani um, tukiwa katika mzunguko ambao tunasema hautembei. Mzunguko huu watu wengi wanafanya kazi katika mshahara baada ya mshahara bills, kwa sababu akishapata kwanza mshahara wake kabla hajaupokea ameshakatwa na mashirika kumi kama sio mangapi huko, eh, mashirika mengi amekatwa kodi, amekatwa NSSF au amekatwa PSSSF, amekatwa WFC, uh, WCF actually, amekatwa kodi za kutosha na makato ya kutosha, amekatwa alikopa na kuendelea anapokea mshahara anaenda, anadaiwa na mangi, anadaiwa na hiki, anadaiwa na hiki na nyumbani hamna kitu, akitumia tarehe kumi na tano mshahara umeisha, anasubiria anakopa tena ili yale madeni aje kuyalipa baadaye, anasubiria tena tarehe ishirini na tano mshahara ukiingia uanze vile vile. Tunakuwa kwenye wheel ambayo haitembei aitembei tunakuwa tumekwama kwenye mzunguko ambao hatutembei: kazi, mshahara, madeni e, na kuendelea. Tunarudi tena kazi, rudi tena kwenye kazi, bills na kuendelea. Hakuna saving, hakuna kuweka akiba, hakuna kujilipa. Haya ni maisha ya hatari. Hakuna investment, hakuna kuwekeza e, e, hii inakuwa tuko kama tunakimbia sehemu, kama chura anakimbia kwenye nani ambayo inarudi nyuma e, kwa hiyo tuhakikishe Robert T. Kiyosaki anasema tutoke kwenye hii rat rate. Tutoke kwenye hii rat rate na tuweze kujenga assets ambazo zitatusaidia e, kuingiza kipato kuingiza kipato, hata kama hatupo katika maeneo husika, kipato kiwe zaidi ya matumizi yetu. Somo namba sita hilo. Somo namba saba, Robert Kiyosaki anafundisha kuhusu mindset ya fursa na mindset ya vikwazo, akili ya kuona fursa na akili ya kuona vikwazo. Watu hutofautiana katika hili na Robert Kiyosaki anasema kwamba masikini husema siwezi kumudu hili, mimi gari, eh, gari tch, li nani, eh linitanua gari, haiwezekani, linitanua ile nani, ah ile haiwezekani, hiki na kile, alinitamiliki mjumba kama huu au hauwezekani, kwa hiyo siwezi kumudu, hii hela hii haitoshi, mm, haiwezi kujitoshereza. Lakini matajiri huuliza maswali tofauti, huwa na maswali tofauti. Na matajiri wanasemaje? Matajiri anajiuliza ninawezaje kuimudu hii. Hii nyumba ni kubwa sana, sina kwa sasa sina uwezo wa kuijenga hii nyumba, lakini nitawezaje kuijenga hii nyumba? Ninawezaje kupata hela hii ili niweze kufanya hiki na kile? Kwa hiyo hakunaga cha siwezi, ni inawezekanaje. Hilo ndo swali la kujiuliza. Maswali yako yanaamua uwezo wako. Hilo ni somo la muhimu sana, somo namba saba. Somo namba nane, Robert T. Kiyosaki anasema eh, kuna nguvu eh, power of building business nguvu iliyopo katika kujenga biashara. Biashara inakusaidia sana. Na Robert T. Kiyosaki anasema baba yake tajiri alimfundisha kwamba employees work for businesses. Wafanyakazi wa kawaida, waajiriwa wanafanya kazi kwa ajili ya biashara. Business owners wamiliki wa, wa biashara uh, build the system, wanatengeneza mifumo that work for them, mifumo ambayo inawafanyia kazi kwa wakati wao. Wanafanyia kazi eh, biashara za au tunasema makampuni ya wa watu wengine. Wao wanafanya kazi kutengeneza mifumo, ambayo mifumo inawafanyia kazi kwa. Hilo ni suala la muhimu sana eh? Unaweza ukatengeneza vitu vya kutengeneza tengeneza, kuwa na biashara, kuwa na duka, kuwa na hiki na kile, tengeneza watu wasimamie, tengeneza kampuni ya biashara, ya service, hiki na kile, kwa tengeneza mifumo, ili uweze kufanyia eh, kufanyia kazi. Biashara inajenga uhuru kuliko mshahara, hilo ndo swala la muhimu. Lakini vilevile, somo namba tisa, Robert T. Kiyosaki anatufundisha kwamba kuna kitu tunakiita faida za kikodi, tax advantages. Matajiri hutumia sheria za kodi kwa manufaa yao, masikini kuacha sheria za kodi ziweze kuwaumeza masikini. Watu wa mshahara akipokea mshahara wake unakatwa kwanza kodi kabla hajaingia kwenye matumizi mengine. Tajiri akipokea tunasema uh, revenue, hela anakata matumizi yote ndio ampe serikali kodi. Kwa hiyo e, Kiyosaki anaeleza kuwa makampuni na biashara e, zinatoa tunasema uh, zinatengeneza faida kubwa e, baada kwa sababu wao anasema hulipa gharama kwanza, kisha wabaki na faida, kisha wanaenda kuilipa kodi. E, tofauti na mfanyakazi e, mfanyakazi ambaye anapokea hela, kabla hajapokea hela kwanza ameshakatwa kodi, kisha anatumia hela ambayo imebaki. Kwa hiyo mtu anapitia makato yote, alafu ndo atumie inayobaki, lakini huyu mwingine anatakiwa yeye anajikuta kwamba makato hayamfikii kabla hajatoa kila kitu anatoa e, tunasema anatoa gharama zake zote, ile faida ambayo ni ya kwake kweli, ndio anaweza kwenda kuilipa e, kuilipa kodi e, kuilipa serikali, by the way. E, tunatakiwa tujifunze, zipo faida nyingi sana za kampuni, na mtu akiipata hii faida anaweza pia akaichekecha, akaangalia, akaiwekeza tena e, akachukua mkopo alafu mkopo ukawa ndo una, una. Matajiri wana mbinu tofauti, tutakuja tuzungumzie siku nyingine. Somo namba kumi na mwisho katika video hii, somo namba kumi na mwisho katika video hii uh, uh, Robert T. Kiyosaki anasema E, eh, anatufundisha kwamba start small but think big, tuanze kwa udogo lakini tuwaze, e, eh, tuwaze kwa ukubwa. Rich Dad Poor Dad, eh, katika kitabu hiki Robert T. Kiyosaki hataki ukaanza na mamilioni. e, eh, hautakiwi kuanza na mamilioni, natakiwa kuanza na vitu vidogo vidogo, kubadilisha tabia mindset kuanza kuwekeza eh, vile vile kuweka akiba, lakini vile vile kuondoa uoga. Utajiri ni safari, sio kitu cha ghafla, sio fikio la ghafla. Utajiri ni safari. Hayo ni baadhi ya mambo ambayo tunafundishwa katika kitabu hiki cha uh, Rich Dad, Poor Dad. Kama nilivyotangulia kusema mimi naitwa Mkome Hassan, nataka niji, nijue hapo chini nijuze hapo chini kwamba umejifunza kitu gani katika video hii na usisahau kuwa mwanafamilia wa Siri za Vitabu kwa kusubscribe katika channel hii, lakini vilevile eh, kubofya bell notification ili wa kwanza kujuzwa pale ambapo tutaupload video za namna hii. Tukutane katika somo lijalo, karibuni sana.